Ashukuruye Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma, Mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake, pamoja na masahaba zake na Waislamu wote wa ambao wataokubali kuufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama ninashahidilia

Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tumwokope Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na tuwe miongoni na tuwe wakweli. Tumwokope Mwenyezi Mungu na tuwe wakweli, na tuwe pamoja na wasema ukweli. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika kitabu chake ya kwamba, ya ayuha ladhina amanu, enyi ambayo mlioamini, injaakum fasiqun binabain Atakapokujieni mtu na habari yoyote, atakapokujilieni mtu na habari yoyote, jitahidini ndugu zangu. Injaakum fasiqun binabain fatabayanu an tusibu qauman, jitahidini kwamba atakapokujilieni mtu na habari basi jitahidieni ile habari Mwibainishe, mwithibitishe, msiiamini kabla ya kutafuta ukweli wa habari ambayo utakayokuwa umeipata, kupitia mtu mwenyewe, kupitia viona mbali, kupitia hata simu zetu. Habari za aina yoyote zitakapokujilia, usithubutu kuweza kuzitangaza na kuzizagaza kabla haujajua ukweli wa habari hii. Na haya ni makosa ambayo tunaingia ndani yake tu, ndugu zangu unamkuta mtu, na hasa hivi tunavyopata vi, vi, visimu vyetu vya siku ya leo, mtu anaipata habari hajawa na uhakika wake, basi na yeye anafika anaisukuma tena kwenye magurupe mbalimbali, wala hataki kujua kile ambacho anachokisukuma, je, kina uhakika au hakina uhakika? Ndugu yangu, unajikuta unaingia katika makosa ambayo yule ameingia, na wewe unaingia na unamsababisha mwingine kuingia katika makosa.

an tusibu qauman bijahalatin, yaani msije mkajikuta kwamba maskini ya Mungu yale ambayo mlioyazagaza zitakuwa ni habari, sio kuwa na ukweli, alafu baadaye ukaja kujuta juu ya kile ulichokifanya, kuzagaza habari ambazo hazina uhakika, eti kisa tu na mimi niliona kwenye grupe nikaona nisukume, niliona nimetumiwa nikaona nisukume. Acheni hizo tabia. Unaweza ukaiona, tulia kwanza. Kama ni habari inayomhusu mtu ambaye unaweza ukamtafuta, mtafute umuulize kuhusu hilo. Alafu haina haja sisi kuweza kuzagazianya ubaya na uchafu, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo imetufunza mambo yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu wa Kiislamu.

Ndugu zangu wa Kiislamu, hakika kuwa na ubainifu juu ya lile uliloliona au ulilolisikia na kulithibitisha katika habari ni miongoni mwa tabia ya Uislamu na ni moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha yafanyike hivyo na akayahimiza Mtume wetu Muhammadu sallallahu alayhi wasallam katika kuthibitisha na kuwa mtulivu juu ya kile ulichokisikia au ulichokiona itakubidi, yani, katika kuthibitisha na ukawa mtulivu, maana inakutaka ndugu yangu Muislamu, kwa habari ya aina yoyote utakayoisikia, kwa habari ya aina yoyote utakayoiona, basi jitahidi kwamba kuwa kwanza mtulivu katika kuipokea habari ile, kisha jitahidi kwamba uitafutie uthibitisho wa na ukweli wake. Na hata utakapopata kwamba umethibitisha na ukapata ukweli wake bado hujaruhusiwa kuweza kuizagaza, bado hujaruhusiwa kuizagaza, bali unalazimika una kuweza kumtafuta yule ambaye ulioishikia habari kutoka kwake. Hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, hakika tuelewe kwamba katika kuthibitisha jambo au habari na kutulia kwanza, inapelekea kufanya roho ziweze kuhifadhika, kadhalika na kujenga heshima za watu na kuhifadhi mauaji, kadhalika na, ku, na kuchunga na kulinda haki za watu pamoja na jamii, na ni jambo ambalo linapelekea kukata kabisa na kuvunja njia ya wanafiki katika kuthibitisha, ndugu zangu wa Kiislamu, juu ya jambo ambalo lilo lisikia. Awa ukaliona hapo utakutana kwamba na ukatulia, utapata kujua haki ni ipi na batili ni ipi, na utamjua mwongo ni nani na mkweli ni nani. Hivi unafikiri ndugu zangu wa Kiislamu aina ni, ni namna gani sisi tuna haja na tuna hamu ya kuwa na tabia nzuri kama vile hii ya kuona habari au kuzisikia tukaweza kuzithibitisha au tukatulia kwanza kabla ya kuzizagaza na kuzisema, na kusema hovyo na kuzizagaza kwenye magrupe kama tunavyofanya siku hii ya leo katika simu zetu, ndugu zangu wa Kiislamu. Hivyo basi, na hasa katika nyakati hizi ambazo watu wanatuhumiwa sana Waislamu, tuhuma zimekuwa nyingi, tuhuma zenye kupitia tuhuma zinazopitia ima habari za uongo au picha kadhalika mavideo mtu anazagaza tu video, maskini ya Mungu ameiona tu video. Mfano, labda ni mwanamke au ni mwanaume yuko uchi, amepiga picha ajabu ajabu ajabu, zile picha zikazagazwa. Maskini ya Mungu, hujui ile picha aliituma vipi, labda alikuwa ni mke wake, labda alikuwa ni mchumba wake, haujuzi juu zilituma vipi. Wewe unazipata na wewe unazagaza unapeleka hovyo, mwenzako unamwaibisha. Basi elewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na wewe iko siku yatakufikia, na wewe utaaibika kama ulivyomwaibisha mwenzako. Wewe unaona ni furaha tena, unacheka unapoona aibu za mwenzako unazizagaza na kuzirusha tena kwenye magrupu mbalimbali, we unaona umefanya la maana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anajisi huwa anawalinda waja wake, na vinavyozagaa hivyo zinakuwa kama vile ni vipofu, ni pofu za kokaa au za soda siku

Baada mdogo, akaja khabari ya muda mdogo akaja Hudhud na habari kutoka mji wa Saba, anamjia na habari ya mfalme ambaye anayeabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipozipata habari zile Nabiullahi Sulaiman alayhi salatu wassalam hakufika anakasirika, hakufika anazitoa habari zile, alimwambia nini Hudhud? Alimwambia sananzur, tutaangalia, asadakta am kunta min alkadhibin kama utakuwa umesema uo ukweli au ni miongoni mwa watu wamesema uongo. Yawezekana ukawa umekosea au umeona vibaya au umesikia vibaya na kadhalika. Mtume wetu Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, kisa cha sahaba mtukufu Ma'izun alipokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume swa anamwambia, mtume, nakuomba unitahirishe na kuomba unisafishe mtume. Mtume akamwambia, ondoka, nenda kamwombe Mwenyezi Mungu msamaha. Ma, maiz akarudi akarudia tena kwa mtume, nakuomba mtume nisafishe mtume. Mtume akamwambia, ondoka, nenda kamwombe Mwenyezi Mungu msamaha na utubie. Alifanya hivyo maiz, kurudi na kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi mara nne Waislamu, mpaka mtume anamtizama Maiz. Bi maana Maiz alikuwa amefanya kitendo cha zina, anakuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwomba mtume aweze kumruku mpiga mawe mpaka afe. Mtume anamtizama Maiz mpaka akamuuliza nne, unataka nikusafishe kwa li kwa lipi? Akasema, mimi nimezini, nataka kupigwa mawe mpaka nife. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini? Ikiwa kama habari hii amekuja nayo mwenyewe Maiz, kitendo alichokitenda mwenyewe anakuja kwa mtume kukithibitisha, lakini mtume bado hajakubali uthibitisho wa habari za Maiz. Mtume anamwelekea Maiz anamwambia abika jununu wewe inawezekana huko mwenda wazimu wewe, mpaka anaulizia watu, huyu jamani mzima kweli huyu? Watu wanamwambia ni mzima kabisa, akili zimetimia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtizameni, uenda ni mlevi huyo. Anasema hapana, huyo hajalewa, akili zake bado tatimamu, zimekamilika. Mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam alipothibitisha yote hayo, akaamua kufanya nini? Kuwaambia masahaba, nendeni sasa fanyie toba ya kuweza kumpiga mawe huyu jamaa ambaye ni Maiz. Ndugu zangu wa Kiislamu, tazama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa nini hakuweza kuthibitisha hata habari iliyotoka kwa mwenyewe Maiz? Lakini aliichunguza na kusema, huenda ujamani mwenda wazimu, huenda amelewa. Lakini wewe ndugu yangu mwislamu, unapopata habari unakuwa ni mwepesi wa kuweza kuzizagaza

Alipoandaa vita vya kwenda kuelekea Tabuk, anakwenda na masahaba huko Tabuk. Alivyokwenda na masahaba, anaanza kuwatazama masahaba zake na hasa wale wa karibu yake, akamkuta akaona kama hamuoni ak, hamuoni Kaabu bnu Malik. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweza kukubali ya kwamba kama Kaabu bnu Malik anaweza akashinda kupigana vita, anaweza atakhalafu vile vita. Mtume akauliza yuko wapi Kaabu bnu Malik? akatokea su moja. Mwana habari mmoja akasema ya Rasulullah, yuko tu nyumbani ameziliwa na uzuri wa nguo zake. Allahu akbar jama mmoja, Muadhu bnu Jabal habari zile zikamchukiza na akachukia akamwambia, ya Rasulullah, hatuelewe hakuna tunachokijua kwa ndugu yetu Kaabu ila ni kheri tu ndugu yangu. Hivyo mtume mtume sallallahu alayhi wasallam akakubaliana maneno ya yule aliyemlinda mwenzake, akukubaliana na maneno ya yule ambaye aliyemchafua mwenzake. Leo tizama habari ambazo zipo, zinapokuja habari za mtu mwema, zinapokuja habari za mtu anayemwamini anemku... Allah, anayemwabudu Allah, ikatokea habari labda ameanguka, labda amepata matatizo, amepatwa na tuhma, habari zikakufikia moja kwa moja, unaona ni bora ni bora kuzizagaza. Mlinde kwanza huyu ndugu yako, baada ya kumlinda, wende ukapate ushahidi kupitia yeye, ili kuwaje, ndugu yangu. Na kama ikiwa hivyo, umlinganie na umuoneshe ubaya wa kile alichokifanya, na sio kuzichukua habari na kuzizagaza. Leo ni yeye na kesho itakuwa ni wewe. Usifurahi, usifurahike ukacheka juu ya aibu na habari mbaya zinazompata mwenzako. Na wewe jua kama una yako mangapi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anayalinda, basi na wewe mlinde mwenzako. Laiti Allah angeliamua kila kinachotendeka hapa katika kuta za, za ndani ya nyumba Allah akazibomoa zile nyumba ngona, watu wengi tungeaibika ndugu zangu.

Ndugu zangu wa Kiislamu, ni hakika kuwa tuelewe ya kwamba laiti tungelichukua hii tabia ya kusikia habari, au ulichokisikia ukatulia, ukakithibitisha, ukakitafutia ukweli wake, ikawa ndio tabia yetu, ikawa ndiyo tabia yetu na malezi yetu katika uhai wetu, na ikawa kila anapokujia mtu akakwambia fulani, alisema fulani, alifanya fulani, ametuhumiwa kwa jambo, ukawa ni Mwislamu mzuri wa kusema sawa, tutaangalia, tutachunguza, tutahakikisha uko mkweli au uko mwongo. Basi laiti tungelichukua kuwa hii ndiyo nembo ya tabia zetu, basi tungelivunja kabisa na kupoteza kabisa kila na kupoteza kabisa kila masuto wakubwa wenye tabia ya habari za kuweza kuzagaza na ingekwisha kabisa tabia za magomvi baina ya watu, pale watu mtakapokuwa mnazipata habari kisha mkazi mkaziweka kwanza mkazithibitisha na mkatafuta ukweli wake. Eleweni ya kwamba, ndugu yangu Mwislamu, kila neno au kauli unayoitamka elewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakuhisabu kwayo hiyo siku ya Kiyama. Anatwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, wa inna alaykum lahafidhin. Elewani ya kwamba, elewani ya kwamba, kila popote ulipo, wapo malaika wanaokusikia na wanaokuona na wanaoandika yale ambayo unayasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hakika mtu hatamki kila kile anachokitamka ila ajue kama wako malaika ambao wanamchunga na wanaandika yale ambayo anayasema. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kabisa uhaini uliokuwa katika vifua vyenu, chuki zilizokuwa katika vifua vyenu. Basi kuweni na tahadhari juu ya hayo, ndugu zangu wa Kiislamu. ala wasallu ala alhadi albashir akrama rasuli waaudahu nadhir fakad amarakum bidhalika al-latif al-khabir